Tumalize na taarifa za kilimo ambapo wakulima katika kaunti ya Kirinyaga wametakiwa kukumbatia teknolojia za kisasa za kilimo kama vile huduma za kunyunyizia dawa kwa kutumia ndege isiyokuwa na rubani ama drone kwa kimombo ambazo ni bora zaidi na huwalinda dhidi ya athari za kemikali hatari. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa droni hizo za kunyunyizia dawa eneo la Mwea, mkurugenzi wa mazao, Peter Karanja, alisema kuwa kukumbatia biashara ya kilimo na teknolojia ya kisasa kutachangia pakubwa katika kuhakikisha wakulima wanapata faida zaidi kutokana na shughuli zao za kilimo. Wito umetolewa kwa wakulima katika kaunti ya Kirinyaga kukumbatia teknolojia katika kilimo wakati wa uzinduzi wa matumizi ya ndege iliyokuwa na rubani au droni katika kilimo eneo la Mutithi Mwea. Mkurugenzi wa mazao ya Afya, Peter Karanja alisema kuwa kukumbatia biashara ya kilimo na teknolojia ya kisasa ni salama na haraka, hivyo kutapunguza hatari ya kuathirika na kemikali kutokana na ukosefu wa vifaa vya kujikinga.

Aliongeza kuwa teknolojia ya droni itasaidia zaidi kudhibiti upepo wakati wa kunyunyizia dawa na kupunguza gharama za ajira, hasa katika eneo la mpango wa unyunyiziaji maji wa Mwea, ambapo kilimo cha mpunga kinatawala. Kulonch E, teknoloji mpya ambayo ni ya drone. Na tunajua hii ni teknoloji ambayo tunasikianga tu kwa TV lakini sasa imekuja hapa, imekuja hapa Kirinyaga, imekuja hapa Kenya e, na tumefurahi sana sisi kama Sidco pia kujumuika na wao e, kuangalia hi hii, hii teknoloji vile imekuja e, tunajua ya kwamba mambo ya weed control na mambo ya labor. In Kenya imekuwa more expensive and very expensive, lakini technology kama hii ikikuja inafanya kazi shambani na kuwa more efficient, more cheaper, more quick. Wakulima wakikaribisha mpango huo na kuhamasishwa kuunda vikundi ili waweze kupata huduma za kunyunyizia dawa kwa kutumia droni kwa gharama nafuu zaidi zaidi. Also tungependa kuambia wakulima wetu wa sehemu hii na sehemu yote ya Kenya kwamba em, tuweze kujiunga kwa groups ili tuweze kutumika kwa hii technology vizuri. Berani tulikuwa tunapitia changamoto ya kuwa lazima kama mimi mzee ama wazee kama sisi tunakaa mimea yetu inaharibika, kwa sababu lazima tutafute vijana wenye wako wa na nguvu ndio wa spray. Lakini sasa tumeona sasa mambo imekuwa rahisi. Mungu ametuletea mambo mzuri na new technology ambayo sasa tutakuwa tunaitumia. Sebastian Maria, Undugu TV.